Usione kwamba huwezi, unaweza, ni kujituma. Na kumbukeni, kuna kuanguka mara nyingi sana kufikia hapa tulipo. Msione sisi wengine tumefika hapa, mkafikiri it was just easy. Kuna ups and downs ya? kwa hiyo zikitokea you take it like that. Sasa haya yote ni kwamba unaposoma jaribu uangalie choices zako mwisho wa siku ziko vipi lazima maisha yaendelee, upate kipato cha kuweza kukuendeleza sawa. Eh, kuna kuna tajiri mmoja anaitwa Warren Buffett anasema, usiwe na kipato kimoja at any point in time. Huyu bwana akaongelea ujasiriamali wa kilimo. Lazima uwe na vipato zaidi ya kimoja, uweze kwenda vizuri. Kwa hiyo mnavyoenda kwenye mitihani, niwashauri mtulie, mmesoma, mmejiandaa mfanye mtihani mkiwa mmetulia, lakini baada ya kumaliza mtihani, mjue choice zenu kwamba anything is possible, hakuna kitu cha kurudisha nyuma. Mna bahati, mko kwenye shule ya vipaji, mnafundishwa na walimu waliobobea, baba zenu tunakuja tuna, tunakuja kuwasaidia. Ni shule chache sana ambazo zinapata kitu kama hiki. Kwa hiyo, mnakwenda mwe confident, tunaamini mtaenda kuleta matokeo mazuri kuna hii alumni ambayo tunayo kwa miaka na nao kumi, tunakuja kuanzisha chapter hapa shuleni. Ni kwamba kitendo cha wewe kupita hapa na kumaliza tayari ni automatic member wa alumni, lakini tungependa kujisajili. Kwa hiyo tumeona mkitoka mnapotea, tutaweka utaratibu mzuri wa kuweza kuingia kwenye alumni kama kama wenzetu chuo kikuu Mnakwenda sio form 7, tumeelewana sijui? Chuo kikuu sio form ngapi? Sio form 7. Unapokwenda chuo kikuu, mnatakiwa kwenda kujijenga katika keria zenu, na Tanzania ni moja ya nchi ambayo you can be whoever you wanna be, kama ukiwa nini, ukifokasi katika mambo yako kwa hiyo kitu cha msingi ambacho mnatakiwa sasa hivi au kuondoka nacho, kikubwa cha kwanza ni mkajua utabe unaishia mtakapoweza form 6. Cha pili, mnakwenda kukutana na jamii. Kwa hiyo jitahidi, uwe na uwezo wa kufanya vitu, tumeelewana sijui, uwezo wa kufanya vitu na muwe jamii bora na ili uwe na jamii bora lazima uwe na uwezo wa kufanya vitu. Kwa hiyo kitu ambacho ninataka kusisitiza, mnapokwenda katika chuo, msiingie katika mkumbo wa kukariri, msiingie katika mkumbo kama kila mmoja akaombe bahasha TRA. kila mmoja apeleke ba... yaani, ukimaliza pale unahangaika una uwezo wa kujiajiri na kufanya vitu unavyovitaka, as long unakuwa una nini, una competency. Competency inaanzia siku ya kwanza unaoingia wapi? Chuoni. Mimi taaluma yangu haikuwa ya uandishi, lakini nimekuja na tunzi wa vitabu, lakini ni jasiri wa kutokuta tamaa. Na ninyi najaribu kuileta kwenu, angalau muone, msikatishwe tamaa na lolote. Ingieni kwa nguvu zote, ukiongozwa na nidhamu, mtafanikiwa kweli kweli. Duniani kuna so many opportunities, nafikiri mnaelewa. Wanasema Tanzania ni tajiri, si ndio? Lakini kuna, kuna wengi ni maskini. Inasemwa kuzaliwa maskini sio kosa lako, kwa sababu haukuwa na choice, lakini kufa maskini ni kosa lako, ni choice yako. Mnalielewa hilo? kwa sababu ya maamuzi unayofanya, kazi unayofanya, ueledi wako na namna unavyojituma. Kama unakatakata kona shida. Kaka atasema majeshini hapa, ukiambiwa kimbia, hauulizi kwa nini unakimbia, unauliza nikimbie kiasi gani? Sawa? so, ukiambiwa tembea, usemi kwa nini natembea, nitembee kilomita ngapi? Hayo ndio maisha, hayo ndio maisha na ndio maisha ya uhalisia ndio maisha ambayo ndani ya mwezi mmoja mtaenda kuyaishi. Ndio maisha ambayo yatabadilisha maisha yako. Kwa hiyo utakachochagua kusoma usijilimiti. Unaweza ukasoma chochote. Mtasikia hapa mtu amesoma PCB kafanya hiki, mtu kasoma hiki kafanya hiki, utaisikia. Sisi ni ushuhuda wako, wengi sana. Ikija kwenye kazi pia usichague. Kuna mwingine analima analisha nchi nzima kuna mwingine transport nisha nchi nzima. Kwa hiyo useme mimi nataka kuwa mtu fulani. Kuna wengine wameomba kuwa mtu fulani amekipata kile cheti lakini amesema mkata utoboi. Unaweza ukapanga vyeti ukurasa mzima lakini visikusaidie. Wala watoto wako watarajiwa wanataka kuona baba anatupeleka wapi, anatusapoti vipi. Sio kuambia mimi nilikuwa napata yeye nyingi lakini unashindwa kumpa elfu kumi ya, ya, ya chakula ndani ya nyumba. Na kwa nini unashindwa? Kwa sababu una vyeti utaki kufanya kazi au imekuja fursa, kasomee kitu fulani, unasema mimi bila kwenda kusoma engineering staki. Tunazo hizo, tunafikiria vitu kama hivyo, si ndio? Eh, hivyo lazima tuvitoe kichwani. Katika maisha lazima uwe flexible, na vingine vinatokea kwa makusudi. Sasa we ng'ang'ania, tunakoenda na wewe unaenda kuwa baba, na wewe unaenda kuwa baba. Yale uliokuwa unamsumbua baba yako yale, na wewe jiandae, ndio sasa unaenda kusumbuliwa. Maisha ni kama kioo Ukiyachekea naye anacheka, ukinuna naye yani, maisha ni kama kioo, yani kioo ukakwenye kioo jiangalie, utakavyojiweka ndio kioo kinakupa picha yako ile ile. Kwa lazima tujiandae, na katika maisha tunayoishi kuna mambo mengi sana, tuna marafiki wengi, tuna washauri wengi wa kila namna. Sasa pamoja na kuziba masikio, wakati mwingine unaweza unaweza kaa kama chujio cha chai e chai e na viungo vingi kwa umri tuliofikia naamini tuna uwezo wa kuchanganua kipi bora, kipi makapi tutupe tuendelee na maisha. Kwa lazima tufocus kwa muda uliobaki, tujiamini, hauna haja ya kuanza kupanic. Naamini mmesoma kwa muda wa kutosha, mmejiandaa vya kutosha, na mtakuwa mmekava mambo mengi sana. Huu ni muda wa kufanya revision tu, review, pita maeneo machache machache, kujiweka sawa sehemu ambayo bado hujakava. Jikamilishe. Mzumbe ni shule kubwa ya serikali, na anajua tunahitaji ku maintain status kama ambavyo wenzetu wamefanya miaka iliyopita, hasa mwaka uliopita ambao walipata division 1 zote. Sisi kama kidato cha sita tunaahidi ku maintain status na ufaulu wa shule wa kupata division 1 zote na hata kupandisha GPA ya shule na kupata GPA kubwa zaidi. Mafunzo haya yalikuwa ni kiu ya wanafunzi wengi ambapo tulipenda kutamani, hawa ni wakina nani wanafanya nini? Na leo tumebahatika kutembelewa na kuambiwa kwamba wenyewe ni wawakilishi tu katika wengi ambao wanashirikiana kuisaidia Mzumbe kuwasaidia wanafunzi wa Mzumbe kufikia malengo yao mengi zaidi kitaaluma na hasa katika sekta za vipaji. Tumeweza kupata kitu, kujua confident kwamba hata tunachokipitia sio sisi tu, kuna watu ambao wamekipitia na wenyewe waliweza ku make it kwa sababu tunajua katika swala la kusoma au swala la elimu kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza zikamfanya mwanafunzi akapata shida yoyote katika kuzifanya. So walapo tu share experience zao na sisi, zinatupa confidence kwamba na sisi tuna nafasi ya kuzifanya. Na mimi binafsi nimependezwa kuona kwamba katika haya mafunzo kuna watu ambao wametokea kwenye maisha ya kawaida, wametokea katika mate ya kawaida kabisa lakini wameweza kufanya vitu vikubwa, wameweza kufanya makubwa. Hivyo inatujenga sisi kama wanafunzi kutengeneza ile ha hari na morali ya kupambana ili tuwe chanzo katika haya mafanikio. Tunapotoka hapa katika eventi hii ya leo, tunaenda kuwafanyia kazi. Wametusisitiza sana, ku... sana kwenye swala la ufaulu, tunaenda pia kuweka juhudi sana e akishana ufaulu, lakini pia kwenye yale malengo na vision ambayo tunayo tunaenda kufanyia kazi ili tuweze kufanikiwa kujenga kesho bora ya kwetu, lakini pia ya taifa zima kwa ujumla. Tunaamini kwamba sisi kama jamii ya Mzumbe Sekondari tunaenda kuwa vichwa na wasumikia, na kwamba tunaenda kufanya kuleta positive impact kwenye jamii ambayo inatuzunguka.